Eh bwana, leo nimekuja na orodha ya wasanii kumi waliobahatika kuwa na mademu au wake warembo zaidi kulingana na tafiti zetu hapa Mizuka Media. Namba moja itakwenda kukushangaza sana, kwa hiyo hauna budi kuandamana nami hadi mwisho wa video hii, manake tutaanzia nafasi ya kumi hadi nafasi ya kwanza. Nafasi ya kumi ni Whozu na Wema Sepetu. Whozu ni msanii anayejulikana kwa nyimbo zake za kufurahisha na amekuwa akijihusisha kimapenzi na aliyekuwa Miss Tanzania wa zamani Wema Sepetu, ingawa uhusiano wao haujathibitishwa rasmi, lakini mashabiki wamekuwa wa wakiwafuatilia kwa karibu sana toka siku walipoona ishara ya mapenzi kati yao. Nafasi ya tisa ni Barnaba Classic na mkewe Raya. Barnaba Classic ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo maarufu sana Tanzania na ameoa mrembo huyo anayeitwa Raya. Ingawa wanahifadhi maisha yao ya ndoa kwa faraha, huku picha chache zinazojitokeza mtandaoni zikionyesha mapenzi na mshikamano kati yao. Nafasi ya nane ni ni Lava Lavalava na mpenzi wake wa Kizungu. Lavalava Lava ni msanii aliyetoka lebo ya WCB Wasafi, ila amekuwa akijihusisha na mpenzi wake wa Kizungu. Ingawa hawajadhibitisha kuoana hadharani, picha za pamoja zimekuwa zikisambaa mtandaoni zikionyesha uhusiano wao wa kimapenzi. Nafasi ya saba ni Mr. Blue na mkewe Bi Wahida. Mr. Blue ni rapa na mwimbaji maarufu sana toka akiwa mdogo. Amemuoa Bi Wahida, mrembo ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu mno. Wawili hao wamebarikiwa na watoto, na mara kwa mara wanashiriki picha za familia yao yenye furaha kwenye mitandao ya kijamii. Nafasi ya sita ni Jinako Warawara na mkewe. Jinako ambaye ni mwanachama wa kundi la Weusi amemuoa mrembo ambaye haonekani sana mitandaoni, ingawa wajakuwa wakionekana sana hadharani. Uhusiano wao unaonekana kuwa imara na wa kudumu. Nafasi ya tano ni Rayvanny na Feivani. Rayvanny ni msanii wa Bongo Fleva, alikuwa katika uhusiano kwa muda mrefu na Feivani ambaye ndiyo mama wa mtoto wake. Ingawa walitengana kwa muda, lakini walikuja kuyamaliza na sasa walirejea pamoja. Nafasi ya nne ni Diamond Platnumz na Zuchu. Diamond Platnumz na Zuchu wamekuwa wakihusishwa kimapenzi kwa muda mrefu, ingawa mara kwa mara wamekanusha kuwa katika uhusiano wa kimapenzi, ila ishara kibao kama vile kushiriki matukio pamoja na maneno ya mahaba zimewafanya mashabiki kuamini kuwa kuna zaidi ya urafiki kati yao. Hata hivyo, mama wa Zuchu Hadija Kopa ashawahi kueleza kutoridhishwa na uhusiano huo, akisema Diamond Platnumz hajaleta posa rasmi kwa familia yao. Nafasi ya tatu ni Juma Jux na mkewe Priscilla. Juma Jux naweza sema ni mwimbaji wa R&B. Alifunga ndoa na Priscilla Ojo ambaye ni binti wa mwigizaji maarufu Nigeria Iyabo Ojo mnamo April mwaka 2025. Ndoa yao ilivuta hisia za mashabiki wengi kutokana na umaarufu wa familia ya Priscilla na uhusiano wa kimataifa kati yao. Nafasi ya pili ni Marioo na Paula. Marioo ni msanii mkubwa sana nchini Tanzania, yuko katika uhusiano wa kimapenzi na Paula Kajala, ambaye ni binti wa mwigizaji maarufu Kajala Masanja. Wawili hao wamekuwa pamoja kwa muda sasa, hadi kufikia kuanzisha familia, huku wakionyesha mapenzi yao hadharani kupitia picha na video kwenye mitandao ya kijamii. Halafu, nafasi ya kwanza ni Nandy na Billnass. Nandy ambaye ni mwimbaji wa bongo fleva ameolewa na rapa Billnass. Ndoa yao ilifungwa kwa sherehe kubwa sana iliyohudhuriwa na watu maarufu mbalimbali. Wamekuwa wakionyesha mapenzi yao hadharani na hata kushirikiana katika kazi za muziki, wakionyesha mshikamano wao wa kindoa. Lakini je, kama tungelazimika kubadilisha nafasi ya kwanza na ya kumi, ungebadilisha nani na nani? Niachie kwenye comment section.